Na kama yupo yani, kabla hajafanya huo ukatili, mi nilishamwacha mapema sana. Lakini wanawake wengi wanavumilia ukatili, sio kwa sababu hawezi kuwaacha, ila kwa sababu wameshikiliwa pale kutokana na utegemezi. Ukweli ni kwamba wana uwezo wa kuwaacha hao wanaume wanaowanyanyasa, wanaowatesa, lakini akiwaza tu ehe, tumbo, ugali, ah, naona ni baki hapa, nitaenda wapi? Kwa hiyo mi nikasema sasa, hawa dawa yao ni kuwaonyesha njia ambayo watapita ili waweze kwenda kuvua samaki wenyewe, wasiendelee kusubiri kuvuliwa na kuletewa samaki, ambayo hiyo ndio inawafanya wanakuwa watumwa. Basi hapo ndipo nilipoanza huu mradi wa wadada senta, nikasema mwanamke yeyote ambaye yuko serious hataki unyanyasaji, hataki ukatili, au ataenda kufanya kazi yule ambaye anataka bado hela za bure bure, huyo ataendelea kulalamika, nafanyiwa ukatili, lakini ukweli ni kwamba ni mvivu, hataki kujipigania, hataki hataki ku, ku, ku, ku, kufanya kazi ili apate pesa. Kwa hiyo nikaanzisha huu mradi na nikasema Sihitaji tena kuona mwanamke ananiambia oh, na shida nimetelekezwa. Yaani siku hizi mwanamke akianza tu hivyo, namwambia nenda kafanye kazi kama wanawake wenzako tunavyopambana. We unataka hela za nani za bure? oh, mi nimetelekezwa, naomba unisaidie tu watoto wangu awajala swini. Namwambia huo ni upumbavu wako, na uvivu wako ndio unakufanya u upate hizo shida unazopata. Nyanyuka kafanye kazi nenda kaangaike kama wanawake wenzako waoni tuoni wa huko barabarani, tunaparangana, tunatafuta kipato, watoto wetu wanaishi vizuri, wanasoma vizuri, tunaishi vizuri, tunalala, tunakula, tunavaa wai, kwa sababu tumechagua kufanya kazi, na amri ya kufanya kazi sio mwanadamu. Mungu anasema asiyefanya kazi na asile. Sasa we ni nani, umekaa hapo unakuja kuniomba mimi oda joy, sijala mwanangu, sijui kimepanda kimeshika. Nawaambia ni uvivu wako, kwa sababu umekataa neno la Mungu na Mungu mwenyewe amekukataa. Alisema, atabariki kazi za ya mikono yako. Huna kazi unayoifanya, Atabariki kitu gani? Kwa hiyo nikaanza upande huu mwingine, yani kwa ukali kabisa, bila kupepesa macho, bila kumumunya maneno. Mwanamke akija sijui mimi nina shida, namwambia wewe mvivu, una lolote? Na utabaki huko kwenye umaskini na utateseka hapo bado, basi. Kwa hiyo tukaanzisha wadada center. Baada ya hapo, kwa kweli mapinduzi ni makubwa. Kwanza tulianza na mshahara wa laki moja kwa miaka mingi tulifanya hivyo. Baadaye namshukuru Mungu alivyokuja partner wangu mme wangu kipenzi, akaleta mawazo ya kusema tuongeze mishahara ya juu kwa sababu kuna aina ya wadada hatuwaoni huku, hawaji kwa sababu hela ambazo zinalipwa kwa sasa ni ndogo. Kwa hiyo tuwavutie kwa mishahara mikubwa kweli, tukaanza kutangaza smart dada, professional dada, na mpaka sasa hivi kuna mshahara mpya, wiki hii umeanza kutangazwa, laki sita mpaka nane kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tuko kwenye professional plus ambayo inakwenda milioni moja. Ehe, professional plus ni milioni moja. Sasa dada aje ambaye anatushawishi kwamba mimi ni dada, naye nice stahili kulipwa milioni moja, hakuna shida, watu wako tayari kulipa watu wako tayari kulipa. Sasa kikubwa ambacho na tunachokifanya labda hiyo ndo shughuli yetu ya kila siku ni kuwatransform wadada, watoke kwenye zile fikra za kuona kazi za nyumbani zina manyanyaso, wanajifanyia tu kazi za nyumbani chini ya kiwango. Wafanye kwa ubora, ili waweze kulipwa vizuri zaidi. Hapo ndipo tulipo kwa sasa, lakini wanawake ambao wanakuja kwenye hizi fursa ni wengi. Mpaka sasa hivi wadada waliopata kazi kupitia mradi wetu ni wengi na kama unavyoona tunazidi kuongeza thamani kwenye mradi huu. Sisi ndio taasisi namba moja kabisa yenye mishahara mikubwa ya kazi za nyumbani Tanzania nzima, na bado tutazidi kwenda juu. Cha muhimu ni wadada waelee kwamba tunatakiwa kutoa huduma bora. Pale utakapojifunza kutoa huduma bora na kuweza kuwa mvumilivu kwenye hizi changamoto tunazokutana nazo kwenye kazi za nyumbani, naomba niseme uvumilivu wa changamoto sio wa ukatili kipigo hakivumiliki. Ukikutana na mibaba yenye tabia mbaya ile ya kushikwashikwa bila ridhaa, kujaribu kutaka kubakwa, hizo ni ukatili. Lakini changamoto za kazi pale unakutana na mama unasema, anagubu. Sio kwamba anagubu ndugu yangu, ni kwamba ujinoe, ufanye kazi vizuri. Hakuna kitu kama gubu. Unataka hela nzuri, fanya kazi vizuri. Ukiona bosi wako analalamika, tuache kusema wana magubu. Hapana, wewe hujakaa kwenye mstari vizuri. Hizo ndio changamoto za kazi. Kwa hiyo tukiweza kutoka hapo, hatutaishia tu kwenye mshahara wa milioni moja kama mpo mpo, mtaona, tutaenda mbali zaidi hapo. Lakini kwa sasa kazi kubwa ni nyie muweze ku ni unyie wadada muweze kutoa huduma bora. Muweze kufanya kazi hizi kwa bidii. Lakini Sofa ni kituo cha wadada Center, ndio kituo namba moja Tanzania, kinatoa ajira za kazi za nyumbani kwa mishahara ya levo ya juu, lakini tunatoa training zetu ambazo ni za viwango vya juu, kwamba unapokwenda kazini katoe huduma, usiende pale kwa visirani, usiende pale kiolela olela kienyeji umekasirishwa kidogo na bosi, umenuna, umebeba mabegi, umeondoka. Hayo yote ni mambo ambayo yanawafanya nyie muweze kukaa vizuri, ili muweze kupata hiyo mishahara mizuri ambayo ndio maono ya kituo chetu. Labda takuwa mpaka hapo nimejibu, uh, swali lako ulitaka zaidi. Thank you, uh, wa wajue wa safari tumetoka wapi. Uh, ndiyo jamani, haya uh, hii hapa nataka utembeze jamani, eh, tutafanya kitofauti leo kidogo, kwa sababu huu mwezi ni muhimu kwa wote tuliokuwa hapa. Uh, tunasema huu mwezi tunasherekea mwanamke, sindio? Okay, kwa hivyo swala langu kwenu mwanamke ni nani? Maana ni rahisi kusema tunasherehekea mwanamke, lakini mwanamke ni nani? Si ndio, kila kitu unachokisherehekea lazima ukijua unasherehekea nini? Kwa nini? Mwanamke ni nani? Nafikiri swali ni gumu, ni rahisi, lakini ni gumu, si ndio eh? Mwanamke ni nani eh? Mwanamke ni nani <laughs> eh? Mwanamke ni nani Tunasherekea, tunasema mwezi wa wanawake duniani eh, wanawake ni dada zetu, watoto wetu, mama zetu, lakini mwanamke ni nani? Wadada senta hapa, mwanamke anayesemewa ni yule mwanamke ambaye amekamilika katika kila sekta, yani katika kila katika kila katika kila sehemu, ukimuweka nafiti, kuanzia kiuchumi, yani akili yani, yani, yani tuseme yani, anayeweza kujikwamua yeye mwenyewe binafsi bila kumtegemea mtu yoyote, ndio mwanamke. Wote me wameshangaa. Mmemuelewa cha kusema? Ndio, nafikiri umejaribu kuelezea anavyovifanya, si ndio? Yani, nasemea mwanamke ni ule mtu ambaye ame yaani anajiweza yeye mwenyewe anajimudu yeye mwenyewe katika kila kitu bila kumtegemea mtu yoyote yule kwa hiyo ni mtu, mwanamke ni mtu. Tumepata la kwanza, mwanamke ni ni mtu, mtu. Alafu anayefanya kwa kujitegemea, e, anayeweza kujitegemea katika kila sehemu, yani yeye mwenyewe bila kuwa tegemezi kwa mtu. Aya, haya, tunakubali hiyo. Mwanamke ni nani? Tendeni, tendeni mtu mwingine. Tum, achukue mike. Mwanamke ni nani? Tumepata ni mtu anayefanya kazi kwa kujitegemea. Mwanamke ni nani jamani? Ninyi wetu umetuzidi, ujue wanaume tuko wangapi wa nne, watano, eh, mwanamke ni nani? Eh guys, mbona kicheko? Kitu cha ajabu. Eh, tunasherekea mwezi wa wanawake, lakini wanawake wenyewe hamjijui nyinyi ni nani. Sasa, mbona mnijibu mwanamke ni nani? Hapana. Uwezo ukasema gari ni gari, utaweza kusema gari ni gari au simu ni simu? Ni mic, ni ni nani? Center. Wadada, mwanamke ni wadada senta, mi nitajaribu. Mungu, mwanamke kwanza Mungu alimuumba Adamu baada ya kumuumba Adamu alimuumba na mwana, alimtoa mwanamke ubavuni kwa Adamu, kwa hapo tunaona kwamba mwanamke ni kiungo katika mwili wa mwanaume. Ni kiungo ndio. Haya huku tulipata mtu hapa, ni kiungo cha pilau hicho, au harufu imeshachanganya. Kwa tunapozungumzia hapa, mwanamke, mwanamke ni yule ambaye anaweza ana, mwanamke ni, ni, ni yule yote ambaye ana jinsia ya kike, afu ambaye okay, ana... okay. <laughs> jinsia ya? Kwa hiyo mwanamke ana jinsia ya kike yeah, you know. okay yeah, maana ingine. Ah, weka weka weka weka maiki, ongea tu, weka weka mdomoni, weka, msinyanganye. Ana jinsia ya kike halafu halafu ni yule ambaye atajitambua kwamba yeye ni mwanamke, anaweza. Kuna mambo ambayo mwanamke anaweza akayafanya kwa wakati ambao yupo hata na kwa wakati ambao hayupo. Kwa hiyo kama unataka kupambana ni lazima upambane kama mwanamke hata ukisema upambane kama mwanaume. Yaani ni sawa lakini, yes. Mimi bado namtafuta huyu mwanamke ni nani? Tu, tu, tumeenda mbali tumepata ni mtu huku ni kiungo si ndio? Alafu ana jinsia ya kike. Yes, mimi si jinsia ya kike ndio nini? Ikoje? Haya, twende, twende. Mimi natakiwa utoe definition. Tunataka kufahamu mwanamke ni nani?